Wamegeuza mali zetu na kuacha watanzania maskini, wanachezea rasilimali za taifa hili. Mimi nimerudi, na nasema tutapambana, tutapambana, tutapambana. Mwalimu alisema kama huwasikilizi watarudi, watatwaa nchi yao. Sio maneno ya Dr. Slaa, Mwalimu anawaambia kwenye mkutano mkuu kama wanaambiwa hawasikilizi, wananchi watatwa nchi yao. Na ametoa mfano Mheshimiwa Lissu, kama utakumbuka au kama ukumbuki, alitoa mfano wa mapinduzi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambao walifanya uchaguzi mwezi Desemba mwaka 1963 lakini alafu hawakushikilizwa wakaenda kuitwaa kwa mapinduzi, na leo CCM hiyo hiyo inaheshimu mapinduzi. Sasa wasije wakaniambia kwamba ninachongea, ipo kwenye hotuba ya baba wa taifa, wasome vitabu vyao. Wakati huo huo, chama cha mapinduzi CCM kimeandaa mkutano wa hadhara katika viwanja hivyo utakaofanyika Machi 27 mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ni kama kufuta nyayo hivi za mkutano wa Chadema. Waswahili wanasema sasa kumepambazuka kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025.